Mkilusungu, mtafiti wa majina katika maisha ya binadamu. Na usubscribe na kushare katika channel yetu ya RKK TV. Na hapa katika mizimu ya Kimwasa ndipo tulipo. Namba zetu za simu ni 0765559042 na 0673559042 hapa hapa katika mizimu ya Kimwasa, Mikese, Morogoro Tanzania. Hapa ndiko nakopatikana, na niwape somo zuri sasa la matumizi ya maji katika swala la utulivu wa ndoa, hasa kwa kina mama, lakini hata baba anaweza kutumia hili. Ni darasa ambalo tuliwahi kulifundisha katika siku nyingi za nyuma, lakini kutokana na aina ya maswali ambayo mnayaweka eh, kutokana na darasa jipya linaloendelea, kumbukeni katika lile darasa jipya tunawafundisha namna gani wewe kwa jina lako, watu ambao unashirikiana nao, kitu gani utavuna kwao. Hiki ndo kitu ambacho tunawafundisha sasa. Utajikuta tayari unashirikiana na mke au mume, naye ni yule ambaye nyota yake ni changamoto zaidi katika maisha yako, na ni ngumu kuachana kiurahisi rahisi, kwa sababu tayari nyinyi mshakuwa wana ndoa mshakuwa na watoto mshajenga familia mna umoja wenu mna, kwa hiyo mnahitaji kuhakikisha gurudumu linasonga mbele. Sasa hapa ni sehemu ya mapambano. Mapambano tuliwaambia kwenye lile darasa, tutafundisha tiba zake mwisho, lakini kuna vitu vichache vichache tunaanzeni kuwapa ili muwe mnavitumia, kutokana na maswali yamekuwa mengi zaidi. Sasa kumbukeni kitu kimoja, miaka ya zamani Kulikuwa na chombo kinachoitwa mtungi, wengine wanakiita chungu. Chombo hiki ni chombo cha kuhifadhia vitu mbalimbali, lakini sana wazee walitumia kuhifadhia maji, ilikuwa kwenye nyumba ni kama ndoo ya maji ya kunywa. Kwa miaka ya sasa hivi, watu wengi kwanza hawana chombo maalum cha kuhifadhia maji ya kunywa, isipokuwa kumekuwa na desturi, mifumo ya kisasa ya kwenda kununua maji ya kunywa kwenye maduka. Wengine we wanunua vichupa vidogo vidogo, wengine wanunua vichupa likubwa, wanakuja wanaweka tu kwenye mafriji. Kwa hiyo mtu akitaka kuchukua, anakuchukua tu anakunywa. Lakini tabia nzuri ya kuweka chombo kimoja cha maji ya kunywa, yaani mtu yoyote anapohitaji maji anakwenda kuchotewa mle, hili ni jambo la msingi sana kwenye nyumba yoyote. sasa na maana moja niwaambie, mama ambaye anamiliki mji wake vizuri, ana mtungi ndani yake ya ndani ya nyumba yake, au ana ndoo ya maji ambayo ameiteua kuweka maji kwa pamoja. Kwa hata kama utaenda kununua maji dukani, lakini utayamimina kwenye kile chombo, kwamba mtu yoyote atakunywa yale maji. Sasa unapoweka yale maji, hakikisha unafanya maombi maalumu na jitahidi yale maji uyaweke siku ya Jumatatu asubuhi, au kila Jumatatu asubuhi uwe na desturi ya kuongezea maji katika chombo cha maji ya kunywa, na maji hayo unayafanyia maombi. Kumbuka kauli za wahenga, utasikia kwamba tulia kama maji mtungini. Neno tulia kama maji mtungini ni kumaanisha kwamba mtu awe mtulivu kama maji, maji yaliyohifadhiwa sehemu fulani yametulia. Yale maji ya mtungi ni sawasawa na maji ya kituli. Tunaita maji ya kituli kwenye, kwa sisi ambao tunatembea kwenye makoli, unakuta sehemu fulani kuna kama pango, alafu kuna maji yametulia. Kwa wale ambao wanakwenda mzimuni Kolero, una kimfano kwenye kisima cha bibi pale kwenye mzimu wa Kolero, unaona maji yake yametulia, ya baridi, hayakauki. Sasa iwe mume wako iwe mke wako iwe mtoto wako iwe nani yoyote, lakini ana jazba, unataka kuishusha ile jazba yake itulie, unakwenda kumpa maji ya kunywa yale ambayo ulipoweka tu uliomba na kuomba. Maombi ya kwanza katika kila Jumatatu unaomba utulivu katika nyumba yako. Unaomba yoyote atakayeshiriki kunywa maji ndani ya, ya jengo lako au katika nyumba yako awe mtulivu, yale maji yakapoze moyo wake akatulie. Maji haya yana ya maana nyingi sana, kwa hiyo unaomba hivi. Na pale sasa inapotokezea labda wewe ni mwanamke ndani ya nyumba, mume wako amerudi, wa ana jazba, anakusemesha hili kwa ukali, kwa ukali, hebu usimjibu mnyamazie kimya, lakini nenda kwenye chombo chako cha maji. Najua sasa hivi hamna mitungi, lakini ipo, ukihitaji kununua, nenda kwenye chombo chako cha maji, chota maji yako. Kabla ujachota, kwanza unashika kile chombo cha maji, unaomba e, Mwenyezi Mungu uliyeumba maji haya kwa lengo la kutuliza chochote kilichokuwa cha moto, naomba Mwenyezi Mungu unamtaja kama ni mume wako kama ni nani wako, ambaye yule mtu ana jazba, unaomba kwamba namuomba, naomba kwako Mwenyezi Mungu, fulani, leo unataja jina la yule mtu fulani, leo hii amerudi na jazba, au muda huu yuko na jazba. Naomba niutulize moyo wake, nitulize jazba yake, nikauzime moto wake. Unachota maji, unampelekea, unamuomba kwanza anywe yale maji, ndio mtaendelea na mazungumzo. Kwa kufanya hivi, utapoza kabisa ile jazba yake, na mtakaa katika hali ya masikilizano. Lakini kama itoshi, katika kumwandalia maji ya kuoga, pengine ni mume wako. Sasa miaka ya zamani ilikuwa rahisi, kwa sababu maji ya kuoga, iwe maji ya moto, iwe maji ya baridi, lakini ilikuwa mwanamke anaandaa maji kwa ajili ya mume wake. Kwa sasa mnasema kuna mabomba shawa wenye mnaita. Kwa hiyo humwandalii maji yaani, ikitaka kuoga anakwenda tu bafoni kuoga, anaenda anaoga. Sana sana wewe umeandaa taulo tu, kumpa taulo lakini ni vyema ukaweka utaratibu wa kumwandalia maji ya kuoga kwa lengo la kwamba yale maji pia unayaombea yakapoze joto la mwili wake yakapoze jazba zake, yakapoze hasira zake. Kwa kufanya hivi kwa kiwango kizuri mara kwa mara, utaijiweka nyumba yako katika hali salama, lakini kwa kushindwa kufanya hivyo, utafanya uwe na vuruguvurugu. Lakini twende mbali zaidi kwamba kuna makaa ya moto. Unaweza kuona mume wako eh, ana jazba au mke wako ana jazba lakini tu sasa, unajua wanaume hawana desturi sana ya kuandalia maji ya kuoga wanawake zao. Sasa unachukua kaa la moto, chukua kikaa kidogodogo tu, sio mpaka liwe kaa kubwa hilo, ili lilete mambo mengi ya vumbi mle, la la, majivu. Chukua kikaa kidogodogo, alafu andaa maji kidogo tu kwenye kibakuli. Sema wewe, kaa ni la moto, unawaka, fulani anawaka moto, amekuwa mkorofi muda huu nataka nimpoze na mzima kama navyokuzima wewe, ukamzime fulani awe apoe. Unachukua ile karamoto unalichumbukiza kama kwenye kibakuli au kwenye kikombe, linazimika lile. Wakati linafuka moshi, wewe unaendelea kuomba maombi yako, unasema nyamaza tena. Yaani, ushatangulia kusema. Sasa wakati umetumbukiza lile linafuka, unasema fulani, nyamaza nyamaza. Unasema hivyo nyamaza, nyamaza. mpaka linapoa lile. Ukishapoa tayari unachukua yale maji unachanganya kidogo kwenye maji ya kunywa na kidogo unamwekea kwenye maji ya kuoga, utakuwa unajitahidi kutuliza jaziba ya huyo mtu. Hii unaweza kumfanyia mtu wa aina yoyote ambaye uko ndani naye katika jengo moja na anakufanyia jaziba na mnashirikiana katika vyakula na unywaji wa maji, fanya hivi. Utaokoa mara kwa mara mji wako na itakuwa salama sana katika mji wako. Tunaendelea kuwapa hizi zawadi za mwanzo wa mwaka na mwisho wa mwaka, tukiwa tumesema mwaka huu tutawapeni katika vipindi kama hivi. Huu mwezi wa sita tunawapeni, maana maanake tuko katikati ya mwaka. Fanya hilo zoezi kwa kiwango kizuri, na kwa kuongeza zaidi, kwa kuongeza zaidi, inawezekana mume wako au mke wako sasa, inategemea lakini amerejea nyumbani, halafu unamuona kwamba anataka kutoka toka, yaani ni mtu anayetoka toka. Basi chukua maji yako zimia kara moto kwa maombi kama hivyo unavyokwambia, alafu akirejea tu muombe kumuosha miguu yake. Kama wewe ni mwanamama, mume wako amerudi wa unamvua viatu pale tayari, wakishamvua viatu viatu, eh, unamchukua miguu yake unamuweka kwenye beseni Unaambia, ngoja nikuoshe miguu, halafu ndo kaoge. Sasa unaombea ile miguu, naipoza hii miguu, imeshatembea sana, isitoke ichoke, ipumzike. Ndivyo unachokifanya, unatumia maji tu, ni maji tu, hakuna dawa yoyote hapo, na huyo mtu atatulia na atakutii. Ali Hatib Kilusungu, mtafiti majana katika maisha ya binadamu. Usubscribe na kushare katika channel yetu ya RKK TV. Unifollow TikTok, Instagram, Facebook, RKK TV. Hapa hapa katika mizimu hii ya Kingwasa, mimi ndiko nakopatikana. Namba za simu ni 0765 5590 arobaini na mbili na 0673 5590 arobaini na mbili.